Tanzania, Linus Empatiki hapa e, kijana wa watoto, niko hapa kuwakumbusha kipindi hiki ambacho ni cha likizo. Watoto watakuwa nyumbani, watoto watakuwa karibu na wazazi. Sio muda wa kuwapeleka watoto kwa mashangazi, bibi, sijui mamdogo, sijui nani wakatembee. Ni muda kama wataenda waende, alafu warudi. Ni muda wa kukaa nao karibu, kujua tabia zao, eh, walikuwa wanajifunza nini shuleni. ukitaka muda wa masomo ukianza waende na nini, ndicho kitu ambacho anatakiwa kufanya mzazi. Wazazi wenye tabia ya kupeleka watoto mnawapeleka vijijini, si kwa shangazi, hiyo tabia ife. Kaa na watoto wako, wafundishe. Unakaa nao kwa muda mfupi, wako shule, wamerudi kutoka shule, mwapeleka tena kwa mashangazi, si mjomba A oh, watoto utafahamu vipi? Utajua vipaji vyao? Utajua wataki kufanya nini? Utajua wana changamoto gani? Hautaweza kujua kujua. Kaa kaun nao, karibu kipindi hiki cha likizo. Asalamu as alaikum. <laughs>